Hatuna rasilimali za kutosha lakini tuna ubunifu wa hali ya juu sana. Kauli hii inasadifu maneno aliyowahi kuyasema waziri mkuu wa zamani wa Tanzania marehemu Edward Lowassa. Alisema akipewa nafasi ya kutaja vipaumbele vikuu vitatu vya mipango ya maendeleo ya taifa basi angetaja kipaumbele cha kwanza elimu, kipaumbele cha pili elimu, kipaumbele cha tatu ni elimu. Unapoitafsiri kauli hii utabaini kwamba elimu inapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza na sekta kiongozi katika mipango ya maendeleo ya taifa letu. Hata hivyo, natambua baadhi ya waheshimiwa wa bunge wanaweza kuwa na mawazo tofauti. Wengine watasema kipaumbele cha kwanza ni kilimo, wengine maji, wengine miundombinu, wengine afya, wengine umeme, lakini jambo la msingi ambalo tunapaswa kujiuliza kama viongozi Miradi hiyo mikubwa itatekelezwa na nani? Kama itatekelezwa na wakandarasi kutoka nje, basi jambo hili halina afya kwa maendeleo ya taifa letu, kwa sababu tutakuwa tunahamisha fedha za taifa letu kuzipeleka nje, na hapa ndipo ile hoja ya kuwekeza katika sekta ya elimu hasa sayansi na teknolojia pamoja na utafiti inapokuja. Mheshimiwa Spika, ninapo tafakari kwa makini mipango yetu ya maendeleo bajeti, ninaona kiwango cha fedha kinachowekezwa katika sekta ya elimu hasa sayansi na teknolojia, utafiti na uvumbuzi, hakilingani na dhamira ya taifa letu ya kujenga uchumi ulioshindani. Huwezi kujenga uchumi ulioshindani kama hujawaandaa vizuri rasilimali watu, ukawapa maarifa na ujuzi wa hali ya juu. Nchi yetu ina chuo cha Nelson Mandela cha sayansi na teknolojia, chuo ambacho kimeanzishwa kwa madhumuni ya kutoa shahada za juu za teknolojia ya habari, sayansi ya tiba na kilimo, lakini chuo hiki kwa bahati mbaya sana hakina maabara za kisasa ambazo zinaweza kufanya ugunduzi uvumbuzi na utafiti wa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Spika, iwapo kwa maoni yangu kama tutawekeza kwenye chuo hiki, chuo hiki kinashika hatima ya taifa letu. Kwa nini nasema hivyo? nasema hivyo kwa sababu chuo hiki kinatoa mafunzo ya akili bandia pamoja na data science, taaluma ambazo ni muhimu sana katika mapinduzi manne ya viwanda. Hapana shaka sote tunakubaliana kwamba katika karne ya 21 sayansi ya data itakuwa ndio mgodi